Wewe unasema hivi, mimi naalewa tonda mwanaume wote ili mali yao yanapumua sawa, mama, naenda kwa huyo anayepumua. <laughs> Utanyooka my friend. Ukiingia humo ndani, unapoteza every authority. Uwezi ukawa mke na una utawala wako binafsi Haiwezekani, mimi natumia hala zangu navyojisikia, mimi naenda navyojisikia, mimi nafanya ninavyojisikia, mimi nikiamua kwe, kwe mwabudu Mungu wangu na mwabudu navyojisikia. Mume wako anaamua ikiwa utamwabudu Mungu au hutamwabudu, na mimi ni mchungaji, nakuhakikishia, your husband decide your destiny even spiritually, na Mungu anajua. Lazima mwanamke ukubali kutawalika, yuu ya pili utawalike Milikika tofauti na kutawalika. Inawezekana kabisa ukawa ndani ya nyumba masaa ishirini na nne, umeamua kumirikika, hapo utunzwe, ufanye chochote, umekubali kwamba wewe sijui nini ndiyo nini, nimekuwa mke sijui nini, nimekubali na nini na nini, wewe nifanye, lakini ukawa ukipewa maelekezo unafanya ya kwako Kutawalika maana yake ukiambiwa nyuma geuka, nyuma geuka; mbele tembea, mbele tembea; kaa kimya, kaa kimya; fanya kile unafanya, exactly what you were told to do. Ndio maana ya kutawalika. Kutawalika maana yake ni kumpa nafasi mume wako kuwa mtawala kwenye maisha yako. Kutawalika ni maana yake unakabidhi kwa mume wako ndoto zako na plani zako na maisha yako, yeye ndio a guide akupeleke kule ambako anaenda yeye. Kutawalika maana yake ni kwamba kumwacha mume wako awe rula, awe mtu wa mamlaka ya mwisho katika kile kinachotokea. Unajua kwa nini wanawake wengi siku hizi wanalalamika wananyanyasika? Do you know why? Nanyanyasika kimwili, nanyanyasika kihisia, nanyanyasika kiroho, nanyanyasika kiuchumi. Nanyanyasika. Unajua kwa nini wanawake wengi wanalalamika na nyanyasika? Ni kwamba most women wanataka kuolewa lakini hawataki kutawalika. Hatitaki kutawalika. Don't give me orders. Usiniambie cha kufanya. Just let me be whoever I want to be. Let me tell you something. If you want to be whoever you want to be, you are not qualified to be a wife. Seriously. Ndio maana hata Biblia nasema mke na mtii mume katika kila jambo Efeso sura ya 5 mstari wa 23 pale 24. Mke na mtii mume katika kila, pigia mstari, kila jambo. Of course hiyo kila jambo huwa natamani kama tuifute hivi tu tuiwekee na nilili na ni correcting fluid hivi kama mwandishi alikosea akukosea kila jambo kwa maana nyingine nyepesi, huwezi kusema umeolewa na mwanaume mlevi alafu akakwambia tukanywe pombe, alafu kasema sibini, sitaki kunywa pombe. Ukisema hivyo, maana yake umeenda kinyume na maagizo hasa mwingine ananiangalia sasa mtumishi. E, lakini mtumishi Biblia inasema, eh lakini mimi namtii katika jambo na yeye ananipenda kama Kristo alivyopenda kanisa, wewe well, and good. Sasa ilitakiwa uchague mwanaume ambaye atakupenda kama Kristo alivyopenda kanisa, wewe kuingia kwa ule mwanaume ambaye anaenda kushoto kushoto, kama ananilii gari ananilii lilio kata na seta bolt, alafu baadaye unajifanya u, mambo mengine na t mambo mengine si t u, utangolewa jino. Haiwezekani ukawa mke afu ukasema kuna mambo unatii mengine ya utii. He? Nani kakwambie? Ukishakuwa mke my friend, unatii katika kila jambo. So kimsingi, ulitakiwa uwaze mara kumi unaolewa na mume wa aina gani. Unasikia nachosema? Ulitakiwa uwaze mara kumi unaolewa na mwanaume wa aina gani. Je, ana sifa za kuwa mume? Ana upendo? Ana uaminifu? Ana uwezo wa kumudu hisia zako na mahitaji yako ya kiuchumi? Ana uwezo huo? Ulitakiwa uanalyze, na ndio maana wanawake wengi na wanaume wana matatizo kibao, wamefungwa na maroho kibao. Wanawake wengi sana huwa wanaendaga kuwaombea waume zao. Umewahi kujiuliza, ni kwa nini makongamano ya wanauka, wanawake ya maombi wanaombaga dele na wanaume hawabadiliki? Umewahi kujiuliza ni kwa nini? ni kwa sababu ya ile story ya Yesu na mwanamke Msamaria. Mwanamke wale alipokuwa anaenda anaongea na Yesu anampigia swali, Yesu akamuuliza swali moja, mume wako yuko wapi? Where is your husband? You are talking to me. Where is your husband? Wewe unaongea na mimi. Where is your husband? Kwenye bustani ya Eden alikosea mwanamke akamwambukiza mwanaume kosa wakakosea. Mungu alipokuja aliongea na nani? Aliongea na mwanamke. Adam, wewe mwanaume uko ataitifaki that is, that, that is the fact. Biblia inasema kichwa cha Kristo ni Mungu, kichwa cha mwanaume ni Kristo, kichwa cha mwanamke ni mwanaume. That, that, that is the protocol. Kwa hiyo unapoingia kwenye ndoa, unaondoa mamlaka ya Mungu kwako, unamkabidhi mwanaume, anakuongoza kama. Yeye mume wako hayuko vizuri na Mungu, your destiny is doomed. Mwanamke unayesikiliza kama una ndoto za biashara, ukaolewa na mwanaume ambaye hawazi kabisa kuhusu biashara, haamini kuhusu biashara na anaona biashara ni utapeli, you are gone. kama umeolewa na mwanaume ambaye yeye haamini kama mwanamke kufanya kazi ni sawa na, una masters na PhD huwezi, you are gone. So you must think twice. Mwanaume gani anakuoa kisha kutana na wanawake wengi ambao baada ya miaka 15, 20, 30 ya ndoa ana regret uamuzi aliofanya. Why? Kwa sababu hakuwaza kuubali ya nani anamuoa. Lazima mwanamke ili uwe mke utawalike. Swali, unauamini kiasi gani utawala wa mumeo hapo ulipo? Unauamini kiasi gani utawala wa huyo mwanaume unayesema atakuoa unauamini kiasi gani? That is the question. Kwa sababu kama hauuamini utawala wake, maana yake huyo mwanaume ameshapoteza sifa za kuwa mme wako. Lakini kama wewe mwanamke una shida ya kutopenda kutawalika, yaani kuna wale design ya wanawake ambao hawata wao, kila saa wamekata kamba, hawatakaji kutawalika, they really cannot stay under authority Maybe kwa sababu pengine hawakulelewa na baba, maybe pengine kwa sababu walishuhudia baba akimnyanyasa mama, au pengine waliumizwa na wanaume huko walipotoka. Kwa hiyo wameamua kuwa watata, wana harakati, wajeuri, like mwanaume hawezi kuniambia chochote my friend. Kama mwanaume hawezi kukwambia chochote, na kuoma na kusii katika jina la Bwana Yesu, usiolewe, utapata tabu sana, because the moment you become a wife, mwanaume atakwambia kila kitu sio chochote, kila kitu, na unatakiwa useme yes, sir. Hebu jaribu kucheki wewe mwanaume uliye naye, unaweza kumwambia yes, sir? Hebu jaribu kuangalia wewe binti ambaye hujaolewa, ndio unamchumba, yani wewe ndio sasa hivi ndio, my future, he is my future, he is my everything you know, let me ask you a question. Mwanaume huyo uliye naye akikwambia chochote, unaweza kumwambia yes, sir? au kuna mambo mengine unasema hapana. E, eh, huyu mwanaume huyo mm, naye, lakini simwamini. Inabidi ni muinue mbele za Bwana, nimfanyie maombi ya kumchonga na kumchonga na kumchonga. Hey, unamchonga. <laughs> Asante mama, kuchonga assistant Jesus. He, umekuwa assistant Jesus. Unachonga wanaume walioshindikana na wazazi wao walioshindikana na wachungaji wow. Wa wa wao wameshindikana, unawachonga Holy Spirit Junior. <laughs> Asante dada, endelea project kuchonga. Yani wewe, matatizo ya kwako yamekushinda, umeamua kuchukua na tatizo la mtoto wa mama mkwe mpya, umemchukua umemleta kwenye maisha yako akuongezee prayer point. Upo bize kwenye maombi, unaombea mwanaume ambaye hata kukuoa haja, kwa hata mahari haja kuombea, God mbadilishe mfinyangi. Ufanyaje? We jipunguzie matatizo. Wewe dada, wewe, wewe jipunguzie matatizo, jipunguzie. You are better than that, you are better than that. Hao wenzako wanalalamika kwenye ndoa huko, wanatamani ardhi ipasuke, wewe unaona ni wajinga. Wewe umechukua project ya kuchonga mtoto wa mama mko, kwamba umemlekebisha ili kwamba afae kuwa mume, shindwa na ulege. Zile sifa tatu za mume zinatengenezwa na yeye mwenyewe na wazazi wake na Mungu wake. you cannot fix that. Huwezi ukamfanya mwanaume akupende, huwezi kufanya mwanamke mwanaume awe mwaminifu, huwezi kumfanya mwanaume awe na uwezo wa kuhudumia na kudili na mahitaji yako. You cannot do that. Na wanawake ok, siku hizi because they think they are very strong, wanaamini kwamba you can take this wicked broken man, kama mwanaume fulani kadhaa hivi kwa, kwa kijielewe, akijielewe, akijisomi, akifanyaje, ninaweza nikakichukua, nikakibendi, nikakibendi, nikakichonga, nikakigonga gonga, kikanyoka kikafaa kwa matumizi ya binadamu. Jichanganye, endelea mama, endelea, nakutia moyo, endelea Endelea waulize wenzako waliofanya huo mchezo, kilichotokea wewe. Unaweza kumfikisa mwanaume? No, you can't. So lazima mwanamke unayenisikiliza, kama ni kuingia kwenye ndoa na ujaingia kwenye ndoa, jiangalie, unaweza kumilikika? la kwanza. La pili, naweza kutawalika? Lakini mamlaka inayoenda kumilikiwa nayo na mamlaka inayoenda kutawaliwa nayo, je, naiamini? Mwanamke, usiingie kwenye ndoa na mwanaume unayempenda Ingia kwenye ndoa na mwanaume unaye mwamini. Upendo hautoshi, you need to trust his leadership. Lazima uamini uongozi wake, lazima uamini maamuzi yake, lazima uamini kule anapokupeleka. The moment you become a wife, trust is everything. Ukimpenda ukaacha kumwamini, umepoteza sifa za kuamka kabisa huwezi kuwa mke kwa mwanaume ambaye umwamini. Ndio maana sifa ya pili ya kuwa mume nilisema mwaminifu. Huwezi kuwa submissive kwa mwanaume ambaye umwamini, uwezi na ukae chini ya umiliki yake, ukae chini ya utawala wake. Wanawake wengi siku hizi mmepoteza kumilikika, hamtaki kutawalika, hamtaki na wanaume mnataka hey pombe kustajwa kwenye makonga bado ya maombi bila maombezi, tunaombea mpate mme. Utapata mme, utapata mwanaume unaishi naye nyumba moja. Nakuhakikishia kuna hizi sifa mbili, hutakuwa na mume, utakuwa na mwanaume mwana unayekaa nyumba moja na mmesaini cheti na hakuna rangi utaacha kuona, kwa sababu mwanaume ambaye unakaa naye nyumba ambaye anajua sio mume wako atakusumbua akili yako. Kuna mambo mengi sana awezi kukufanyia, na you be wondering why because wewe mwenyewe attitude yako inaonyesha kabisa. We mwenyewe umekata kamba, wewe mwenyewe hutaki kumilikiwa, wewe mwenyewe bado, yani bado una attachment na familia yako. Balaa na wengine wanashindwa kuelewa hivi huyu jamaa anaongea nini? Rudi kwenye Bibilia ukasome wanawake wa zamani ilikuwaje, akiondoka. Sara alikuwa ukiona uki ukiona, Rebeka amemwaga mzazi wake, anaenda kwa kwa Isaka, ilikuwa ni safari ya siku kadhaa. Hakuna simu, hakuna internet, hakuna barua, hakuna nini. Yaani the moment binti anaondoka nyumbani kwao, ndio anafia huko huko, huna usikii tena hata sauti ya babaako. Wewe unaondoka nyumbani kwenu nani li hani munu unachati na nanili na mablazi. Ah, bado, bado sana, bado sana, bado bado sana sana, bado sana. <laughs> Eh, eh, naona kabisa hapa kuna wadada wamegaidi kuolewa. Naona kabisa kuna wadada wamesema kama ndivyo ilivyovi. Ah, kwa kweli bado nipo, nipo sana ni muda wa kuchukua nafasi yako katika na meza ya HW awasilishe yeah, kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahau yeah. kukupa hamasa akikujengia uwezo wa kufanya zadiu